Aidia suisaja Mwanjala, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ya Kyela. Katika ndani ya miaka minne ya mama Samia na, na na mashule mengi ya msingi ya bosti ambayo yanasaidia yako kila kata na kila shule madarasa tunapata madarasa, anachagua shule chache. Alipokuja mama, Mama Samia Suluhu Hassan daktari, akaja kutuwekea mashule yote ambayo yapo hapa yamewekwa darasa moja la kisasa kila sekondari, kila sehemu, taongeza shule za sekondari kwa sababu uweze kwenda chuo kikuu bila kuwa na sekondari za kutosha. Lakini mbali na hayo mashule, nakwenda kuzungumzia vituo vya afya. Wakati huo kulikuwa na kituo cha afya kimoja, kilikuwa kituo cha afya cha Ipinda. Amekuja Mama Samia, kaongeza vituo vya afya Ipinge, kituo cha afya Itunge, kituo cha afya Itenia, kila silo. Naona nitaje vichache, nitaje kila silo, kila kuna kituo cha afya vingi tu, kwa sababu siwezi kuvitaja vyote, vilikuwa vituo vya afya saba. Lakini hata hivyo magari ya ambulance yalikuwa hayapo Zamani tulikuwa tunataka gari ya ambulance, tunategemea mpaka mbunge alete kwa kwenye jimbo. Lakini sasa hivi amegawa ambulance kila sehemu, si kila. Tulikuwa na ambulance tatu, moja kwa bahati mbaya ikapata ajali, tukatuza na ambulance mbili zote mpya na kugawa zote katika kila wilaya, kila jimbo, kugawa ambulance ya kutosha. Hiyo ni mambo machache tu katika kutoa afya, na angalia pale, kila mjini hapa kwa sekta ya kajenga jengo la mama na na na mama na mtoto, jengo ambalo millions of money na ni nzuri, na sasa hivi liko tayari kwa huduma. Na mbali zaidi kwamba tulipata changamoto ya kuguliwa na na, na ward. Tunahitaji kwa Kiswahili sijui vizuri ward, pale Kiela tunaidiwa kuwa tunajengewa mpya ya kisasa zaidi na Mama Samia Suluhu Hassan o tena Nikapo nazungumzia tu kwenye, kwenye vituo vya mambo ya afya, lakini ukienda kwenye maji kuna maji mradi wa Mwega ambayo unakosa unat, lot of money vile vile, kuna mradi wa Ngana, Ngana kule ambayo uta supply kata Ikolo, kata ya Kyonde, kata Ngonga na kata Katumba Songwe na njisi watakuwa nufaika pamoja na Ikimba. Mradi huo zamani ulikuwa unajulikana kama Danida. Kwao wanatumia mfumo huo huo ramani hiyo hiyo kujenga maji, kutumia maji ya kumwaga na imani mpaka kufikia hapa vikaribuni, maji kila mtu atapata maji ya bomba. Lakini vile vile Mama Samia Suluhu Hassan katuwezesha kupata maji kutoka mto kutoka Durungwe ambako watu wa maji wanakuja sasa hivi wamefika hapa ya Panda Ipinda, tuategemee atafika. Haya ni maji machache maji.

kuna mwaji the best mradi mkubwa kabisa kwa maji ya kutokea kwa wilaya yangu ni mwaji wa Makwale wa mwagiliaji huko, asilimia zaidi ya 60, na mna imani kwamba mwaka huu utatumika, kwa sababu utatuletea utajiri kwetu. Mimi juzi nienda kufanya ukagozo ulani, nikaona nikafikiri niko Mbalali, niliona mifereji walivyotengeneza. Kwa kimaliza hiyo, nikienda tutakuwa matajiri, na na imani kwamba itaisha, kwa sababu tunaenda vizuri nazungumzia barabara japokuwa tulipata changamoto kidogo barabara Ibanda uh, kwenda Katumba Songwe alishatoa mafungu. Mkandarasi wa kwanza alichukua 3.3 bilioni akafanya njia chini ya kiwango, watu wakaamua kumtoa, lakini ninavyoongea sasa hivi, kwa sababu nilipata bahati ya kuongea na waziri wenye dhamana, akasema muda wowote akipata nafasi anakuja kusaini contract nyingine kusudi hiyo barabara iweze kujengwa. Sio hicho tu, hata barabara hapa mjini, barabara zilikuwa za vumbi, lakini sasa hivi barabara zote, sasa hivi hapa mjini nyingi, zilikuwa nyingi za lami. Zamani tulikuwa tunasema ukija Kyela unavaa Dunlop, sasa hivi ukija Kyela unavaa raba nyeupe, kama vile ambavyo ulivyo wewe mwenyekiti uh, mwenezo wa chauma ambaye vaa raba nyeupe na hujachafuka hata kidogo. Haya ni matokeo mazuri ya sera za Chama cha Mapinduzi na utekelezaji wa Irani kwa Mama Samia akafanya makubwa sana, lakini vile vile nachukua nafasi hii kujipongeza mimi na kamati yangu ya siasa kwa ujenzi wa ofisi ya chama. Nafikiri umepita pale, umeona ofisi ya chama, the best office in Dar es Salaam. Kwa Mbeya hatuna ofisi nzuri ya chama cha mapinduzi kama wilaya ya Kyela. Niliongea hivyo ni katika kumuunga mkono mama Samia, kwa sababu yeye anapiga huku, sisi tutapiga huku, kwa sababu mimi ni msaidizi wake namba tatu. nasema ni msaidizi wake namba tatu kichama, kwa sababu yeye msaidizi wake namba moja kwa mkoa Mbeya ni Patrick Marunenge. Unaona, kwa mimi namba tatu kama mwenyekiti wa chama. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana vile vile viongozi wa chama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, wamekuwa supportive sana kwetu sisi wana Kyela. Nichukue nafasi hii kumpongeza vile makamu mwenyekiti wa chama taifa alivyokuja huku, nafikiri ka enjoy kama mandhari ya Kyela, katushauri vitu vingi na tuwafanyia kazi vitu vyote ambavyo ametufanyia kazi kwa sababu ule bwana injini bado mpya inatema maji kwa sababu sera alizotupa ni kubwa sana, na anashangaa kwa nini wewe mtu achauma ukuja pale ukabadilika kabadili dini na kuingia chama cha Mapinduzi. Lakini vivile nchukua nafasi kupongeza sana Ndere Mwaselera Mnek, ambaye kwa njia moja au nyingine alituhamasisha sana sana sana sana sisi kujenga ile jengo. Tulikuwa na suasua, migogoro ilikuja ilikuwa mingi, lakini alisema mimi natoa ambao na mjenge na msimjenga nitapeleka nita, nita maadili, alituhamasisha. Kwa hiyo watu wengi wakajitolea wadau mbalimbali, nisingependa kuwataja wadau mbalimbali walichangia pale, kwa sababu hiki sio kikao rasmi cha kuongea, lakini kuna wadau mbalimbali mbali walichangia kujenga lile jengo no, no, no. Uh, nawashukuru sana wadau wote wote wote, kwa sababu chama kiliwandikia barua kuwaomba. Mfano, kuna cheki cha Makalinga alichangia mabati, alichangia floor tiles, mbao, alichangia aluminium, lakini uko mamengo alichangia sementi lakini yupo Maktaru alichangia sementi mfuko 100. Yuko Maktaru alichangia mfuko wa sementi mfuko 150. Yuko Babiloni alichangia white cement. Unaona bwana, kwa ni baadhi ya watu wachache naweza nikawataja, lakini watu wengi walijitolea kuchangia jengo la chama, na niwahimize kwamba jengo la chama bado halijaisha. Tunahitaji kupiga rangi. Unaona tunataka kufanya skimming tani kupiga rangi sudi jengo lipendeze. Lakini yote hayo ni matokeo mazuri ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi nataka kudiriki kusema kwa kipindi kifupi kafanya mambo makubwa ambayo kawafunika watu wote wa nyuma ambao watangulizi wake. Hatusema hawajafanya mambo. Walifanya mambo makubwa lakini yeye kafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo unaona bwana. Kwa hiyo chukua nafasi hii kumpongeza na kumtakia afya njema. Naona aweze kutimiza malengo yake na ndoto yake ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Kama mdau wa mchezo, kama mdau wa mchezo eh, miaka ndani ya miaka mingi nimesaidiaje kule kupitia nafasi yako? Kama mdau wa mchezo kwa sababu mimi nilikuwa kwenye bani muda mrefu, hata naingia kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa maana nafasi hiyo nilikuwa kwenye bani. Naona nilikuwa nimefungiwa, lakini nilifunguliwa. Namshukuru sana Mchengerwa alipokuwa waziri wa michezo na utamaduni, habari na michezo na utamaduni, alinifungulia lakini nikaamua kukaa pembeni ili kusudi isiwasumbue. Lakini nikwambie kitu kimoja michezo ni moja ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo michezo yote inayofanyika lakini vile vile ukijua kwamba michezo yote mama Samia kafanya mambo makubwa sana kwenye michezo. Hayajaje kutokea rais anaingia uwanjani anasema kila mkinanua goli moja ya milioni tano. Akawa inspire timu zote zikaingia kucheza kwenye makundi japo kwa nyingine zimetoka lakini yote hayo ni matunda mazuri ya motivation ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa mama Samia Suluhu Hassan kagusa kila sehemu, kagusa kila sehemu ambayo wewe unaijua. Nimezungumzia afya, nimezungumzia elimu, nimezungumzia maji na nimezungumzia miundombinu, lakini hata michezo mama Samia kafanya kazi kubwa sana na miaka minne. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited. Tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya inaitwa Wekeza Gari inaitwa Wekeza Gari. Nini tunachokifanya? Moja, kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi anakwenda kazini, gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo, gharama. Sisi Safisha Limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari, lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato unasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali, tunaita ride sharing kwa maana ya Uber, Bolt, Farasi, ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Karibuni sana.